Hello ni basi, nilipata oda ya kitambaa pendwa na hicho kitambaa cha maua maua na plain. Basi hicho kitambaa cha tupendwa kimerudi tena mjini mjeri, jamani, mniwashone kwa bei nafuu kabisa. Hicho kitambaa natoa bubu. Nilipomaliza hapo, nikashona nikakata hicho kitambaa plain, hatimaye nikakata na kitambaa cha maua maua na kwenda kubaluza hivyo kitambaa plain na maua maua nimetoa nguo hiyo hapo na hiyo hapo. Nikaona haitoshi bidi nikawapigie picha sehemu nzuri kabisa, ili iweze kuwavutia kama hivyo unavyoona hii nguo utapata kwa shilingi elfu ishirini kitambaa kwako, kitambaa kiuzi bei but ni elfu kumi tu utanitumia, then hii nguo inaoingia hapa, kama hivyo unavyoiona ni nzuri sana kabisa ishirini, bay, complete, chandani, na iko mjini. Hingo utapata kwa shilingi elfu ishirini kitambaa kwako. Vitambaa sio bei but kitambaa complete cha ndani na cha nje ni elfu kumi na saba na mia tano. Mimi nitakushona shilingi elfu ishirini tu. Pia napokea na order za mabubu kama hivyo unavyoona. Pia nikapata hatija asuruali kuwa jeans hizo zote zilikuwa suruali, nikageuza kuwa jeans. Asante sana watija wangu wazuri kwa kuniamini, na nawapenda.